Mambo vipi, mi naitwa Osman. Hii hapa ni Brain Ujazo Podcast na hii hapa ni sesheni yako pendwa kabisa ya AfyaCast, na leo moja kwa moja nakuletea episodi ya sita ambayo ina deal, tupo pale katika mada yetu pia ya kuhusiana na afya ya uzazi kwa mwanamke. Kwa hiyo leo nakuletea sehemu mojawapo ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Nataka nikupe umuhimu, nikuelezea umuhimu wa kunywa maji ili kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Moja kwa moja, bila kupepesa macho, bila kuchelewa, unaambiwa ukinywa maji mengi, mwanamke, ili kuimarisha afya yako ya uzazi, basi itakusaidia kuweka homoni sawa au homoni balance. Yani homoni zako zitakuwa zimebalance katika masuala ya mzunguko wa hedhi yani mzun, siku zako zinakuwa zinaenda vizuri sana. Umeona, atujasema atu, kwamba mtu ambaye mzungu wake uko vizuri basi ajanywa maji mengi hapana. Inatokea pia kutokana na badiliko la mwili. Kwa hiyo unachotakiwa ni kunywa maji kwa wingi ili kuweza kuepusha hizi shida ndogo ndogo ambazo zitakuletea shida kubwa katika afya ya uzazi. Unywe maji mengi, umeona, na pia ili kujiweka sawa zaidi kuepukana na, na, na shida ya kutokunywa maji, basi inaweza ikakupelekea wewe kupata, yani, hedhi nzito au isiyoeleweka, umeona, isiyo kuwa na mpangilio. Kama hujanywa maji utapata hedhi nzito, na ukipata hedhi nzito basi itakupelekea kutokwa na damu kwa wingi, na kiwango cha damu kinaweza kikapungua. Mwisho wa siku utapata madhara ya upungufu wa damu mwilini na tatizo la, la, la, la kupungua kwa damu mwilini ni tatizo kubwa sana, linaweza likakufanya ukaondoa maisha. Sasa ili usifike huko, basi jitahidi unywe maji kwa wingi katika mwili wako uweze kugain zaidi, umeona pia. Itakusababishia uchovu katika mzunguko wako, katika siku zako zile, inaweza kusababishia uchovu mkali sana, umeona, na pia maumivu makali sana katika mwili wako, sipo kunywa maji mengi, afu upo katika katika katika menstruation inaweza kukupelekea ukapata uchovu au maumivu makali. Kwa hiyo jitahidi kunywa maji na jitahidi kusikiliza wat wataalamu na kufuatilia vitu tofauti vinavyohusiana na masuala ya afya katika afya ya uzazi. Usahau kuendelea kutufuatilia, hii hapa ni Brain Ujazo Podcast na hii hapa ni session yako pendwa kabisa ya Afyacast. Mimi ni Osman. Chao.